Pipi tena mjomba, unalia? Nimekukaribisha vizuri tu mageto, sasa nashangaa tena umeanza kulia. Tatizo nini? <laughs> mechi <laughs> kuahirishwa sasa inakuwa ndo sababu ya wewe kuanza kulia? Changamoto kubwa ni nini? Eh? Yeah. Changamoto kubwa ni nini au umebeti shingapi? Umebeti hela <laughs> ya nauli. Hela ya Ya nauli. Ya kukurudisha nyumbani ndo ulio beti. <laughs> Ah. Yaani haya nayo majanga. Yaani hizi dabi za Simba na Yanga jamani. Sasa, yaani sasa uli, mtu huyu jamaa wangu tunamsaidiaje huyu mtu sasa? Kabeti Kabeti hela hela ya ya nauli. nauli msela. Alitegemea apige boom imrudishe nyumbani. Hela ya kula unayo, mjomba? Sina kabisa. Yani simu yako iko wapi? <laughs> <Sasa. laughs> <bibi hapa> <chambi. laughs> <laughs> ya nauli eh, hiyo <laughs> elfu mbili. Sasa wao <laughs> nyumbani ni wapi? Nyumbani ni Mwanza. Sasa elfu <laughs> <laughs> mbili Mwanza shingapi hiyo? Nauli ni shinga kwa shingavi imefika elfu saba naulimi naizi kwenda kule kama elfu sabini nauri... hivi eh? Mwanangu mimi yani, jana nimebeti elfu hamsini nikajua ni nitapiga bum kama laki sita hivihasa <laughs> huyu mbayo zaidi wamemwibia mpaka na simu, sasa hapa vipi? <laughs> Sasa nikushauri jamaa yangu, wewe ikibidi awafate kule, kule. Hey. Si, hey, anaenda mwana shule gu za shule imekuwa doro sasa, jamaa yangu ni doro eh. Magari ya abiria wamekuwa changamoto, watam, watampakia kweli huyu jamaa, watamsaidia ila, naona mimi anzie kwenye zile ofisi za kuperi baba, nyanyuka tu wafuata kule kule, mjomba, alafu mengine tutajua mbele kwa mbele.